Ni mwendelezo wa taarifa zetu mbalimbali, msikilizaji na mfuatiliaji wa AKO TV, karibu sana, ambako leo hii tunayo taarifa kubwa ambayo inahusisha timu ya Pamba Jiji Football Club kutoka pale jijini Mwanza, ambapo kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii Instagram, imeandika na kuchapisha taarifa kwa umma kwamba leo majira ya saa kumi na moja alfajiri kikosi chetu kilichokuwa safarini kutoka Bukoba mkoani Kagera kuelekea mkoani Morogoro kwa ajili ya mchezo wetu wa kombe la CRDB Federation Cup, tarehe kumi na moja Machi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, dhidi ya Kiluvya United, kikosi kimepata ajali ya gari wilayani Bahi mkoani Dodoma. Chanzo cha ajali hiyo ni kugongwa na semi truck kampuni ya Mwanza huduma na kupelekea mshtuko kwa wachezaji wetu na baadhi ya majeruhi. Taarifa za kiusalama zinaendelea na tutaendelea kuwajuza kitakachoendelea. Hii ni taarifa za tukio la ajali ambalo limetokea na kuwakumba timu hii ya Pamba Jiji FC inayoshiriki ligi kuu ya NBC Tanzania bara ambapo hapa walipata ajali katika wilaya Bahi pale jijini Dodoma wakati wakielekea mkoani Morogoro kwa ajili ya mchezo wao wa CRDB Federation Cup. Endelea kuwa karibu na AKO TV, naamini utapata taarifa zote muhimu na kwa ukweli zaidi na kwa uwazi. Kama bado huja subscribe, hakikisha unafanya hivyo ili uwe mwanafamilia wetu. Asante na hadi wakati mwingine.